Watanzania wanaojihusisha na shughuli za sanaa na urembo watahitajika kujisajili na kulipa ada ya usajili kwa Baraza la Sanaa Taifa Basata ikiwa ni mmoja ya mpango wa serikali kuwatambua. Taratibu huo mpya unawataka vinyozi, wasusi, wapiga picha, watoa huduma za urimbwende maarufu makeup artist, mapromota, maDJ, watozi, na wapambaji wa sherehe na matukio kujisajili. Wengine wanaotakiwa kujisajili Basata ni wasanifu wa picha, wapamba keki, waneni, miundombinu ya saruni za kike na kiume wabunifu wa mavazi na vyama vya sanaa. Katika maboresho ya kanuni za Basata yaliyofanywa mwishoni mwa Juni mwaka huu, sehemu kubwa ya watu hao wanatakiwa kulipia angalau shilingi 10,000 ili kujisajili. Baada ya kujisajili, wanatakiwa kulipa ada ya kibali inayotofautiana katika kundi husika, ambapo sehemu kubwa watu binafsi wanatakiwa kulipa shilingi 10,000, na hii ni kwa kila mwaka baada ya kujisajili. Katibu mtendaji wa Basata Kedmon Mapana ameambia Nukta TV kuwa hatua hiyo ni kuwafanya wahusika waingie kwenye mfumo rasmi wa ajira na kulinda maslahi ya wahusika. Sisi Basata ndio tunaisimamia sekta, tunatoa miongozo na sisi ndio tunaowatambulisha wadau wetu kama e, yani wanakuwa rasmi, na maana kama wanataka kufanya jambo fulani, wanataka kuvuka nje ya nchi, sisi ndio tunawatambulisha. Wanataka kuenda, wanataka viza, ndo faida no zake, huyu ni wadau wetu na hiki. Wanapopata migogoro e, Basata ndio tunakuwa kama mediator, yani sisi baada ya kupelekana polisi mahakamani, lakini sisi Basata tunasimama kama wasimamizi wao, kama wapatanishi wa hiyo migogoro, ni kuiangalia sekta hii e, ya, ya, tunasema sekta ya urembo ulimbwende na utanashati mitindo, e, kwamba ni sekta iwe rasmi, maka ipate msimamizi wa karibu na wenyewe wawe na sehemu ya kukimbilia, sio tu mtu anakimbilia kwenda kumpeleka mtu polisi wakati ya baraza sanaa lipo, lakini pia hatuwezi kuendelea kama hatutakaa ambao watu tuko rasmi, yani kila mtu anafanya anavyoweza kufanya tu. ni vizuri tukawa tukafikiria kwa pamoja, tukashauriana kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya sekta hii ya urembo, ulimbwende, utanashati na mitindo eh. Kwa hiyo nadhani hapo nimeongea mambo mengi, lakini pia nimetaja, nimegusiana baadhi ya faida ambazo watu wakisajili zinakuwa ziko vipi, lakini all in all mwitikio tumeona ni mkubwa vyama vya wasusi na vinyozi vimeshasajiliwa vimeanzishwa na mwitikio ni mkubwa sana. Hata hivyo, ubunifu wa sanaa na urembo wamekosoa wa uamuzi huo wakieleza kuwa unaenda kuongeza gharama za uendeshaji biashara kwa kuwa tayari wanatozo na kodi nyingine za kulipia. Tukajisajili Basata tulipe, tunalipa TRA tunalipa leseni tunalipa kibali cha maliasili, sijui tunaenda tunaenda kulipa tunalipa tunalipa majengo tuna yani biashara hii moja tunalipa kodi takriban saba alafu usumbufu tunaopata, hizi kodi, kila kodi ukalipe sehemu yake, kila kodi ukalipe sehemu yake. Tulikuwa na maoni bora wangeziunganisha hizi kodi, kwa mfano kama watu wa Basata wa nani, wa nani mali asili, wangezitia kwenye leseni zote, alafu wao wenyewe wangejua jinsi gani ya kugawana. Yani sisi wangetuunganishia, almradi ukaenda sehemu moja ukilipa uwe uwe umelipa, alafu wao wenyewe wangekuwa wanagawana. Pamoja na wengine kupinga, baadhi yao wameambia Nukta TV kuwa utaratibu wa kujisajili utawasaidia kutambulika rasmi Pata nafasi za masoko na kulindwa kisheria. Ishu ya kujisajili Basata ina manufaa kama sisi wasanii, kwa kuwa inatutetea kwenye upande wa timiliki, ndio hivyo kutambulika, kujuana vinyozi kama sisi, kama sisi wenyewe kwa wenyewe, ionanaua inachangia kuweka wigo la ajira kwa watu wengine. Lengo sio tu, sio tu kunyoa TZ, lengo ni kunyoa mbali. Si unajua na wenzetu na imani mfumo huo wanao kwa kila kinyozi, Serikali inamfahamu namfahamu, na mfumo wa Basata ni mfumo wa serikali, kwa hiyo ni jambo zuri tu, waweke tu vigezo vizuri, visiwe mambo mengi ikashinda mpaka kufuatilia. Baadhi wanalaumu ukosefu wa elimu kama chanzo kikuu cha wasanii na wabunifu wa sanaa ukataa kujisajili kwa mamlaka za serikali. Sasa mimi kwenye swala la Basata hilo dao Basata, hata mimi sijui ni watu gani na wanadili na nini ndo tatizo hapo linapokuja. Kwa hiyo tuko tunaomba tupate hata elimu fulani hivi ili tujue tunajisajili vipi na mazingira yanakuwaje na, na faida zake ziko wapi. Mwenyekiti wa chama cha wasanii na wachongaji Tanzania, Ishaka Abdurinege, anasema wasanii wengi hawajui faida na umuhimu wa kujisajili. Watendaji wa baraza, watoke maofisini waje angalau kufanya fanya nao vikao watu wanaenda zina hizo kazi na fanya sana sana hizi. Wasisubiri tu mpaka watu waende wenyewe kujisajili. Ikiwezekana wawafuate kama hivyo wamerahisisha. Kuna utaratibu wa kujisajili kwa njia ya mtandao, tunaweza kumwambia hapo hapo akaingia kwenye sistemu najisajili. Kwa hiyo hii ni nzuri tu. Wachambuzi wa masuala ya sanaa wanaona usajili huu utasaidia kurasimisha kazi za sanaa, iwapo serikali itapunguza mrundikano wa kodi na tozo. Mkurugenzi wa mtandao wa sekta bunifu, Robert Mwampembwa, anasema hatua ya Basata inalenga kupanua wigo wa utambuzi wa bunifu, lakini anasisitiza kuwa watambua ni jambo moja na kuwawekea mifumo imara ya kisheria ni jambo lingine ile reciprocal service kwenye sekta ndio jambo la, la, la, la, la msingi, kwa sababu Basata wenyewe kwa sheria yao wanatakiwa kufanya maendeleo eh, hizo eh, service oriented organization imetengenezwa kutoa service kwenye sekta. Sasa kuwasajili au kuwatambua kuwa ni kitu kimoja, lakini kuwapa huduma wanazohitaji eh, kwa, kwa kulingana na sheria yao kuanzia promotion kuwa integrate kwenye, kwenye kwenye kwenye mifumo mingine kwa e, hiyo hilo la huduma ndio swala la msingi la, la, la, la, lakini ni jambo ambalo lilikuwepo na wao wanafahamu wameunganisha mifumo yao na mifumo ya TRA ya ega EG, ya, na kadhalika na kadhalika kwa maana hiyo matumaini yetu ni kwamba haito itaondoa tatizo la kwa maana ya kwamba huko nyuma ulikuwa wewe unaweza ukadaiwa na Basata but at the same time utakapoenda kusajiliwa na kama biashara yako uta, uta, utadaiwa tena. Kwa mujibu wa kanuni za Baraza la Sanaa la Taifa za mwaka 2018, yoyote atakikiuka masharti ya kanuni anaweza kuchukuliwa hatua ikiwemo faini ya kuanzia milioni moja kufungiwa na kufutiwa usajili. Adhabu nyingine zinazoweza kumpata hatakikiuka kanuni hizo ni kufungiwa kwa miezi sita au hata kuzuiwa kujihusisha na kazi za sanaa maisha yake yote, kulingana na ukubwa wa kosa. Licha ya baadhi ya wabunifu wa sanaa na urembo kupinga utaratibu huo, Dkt Mapana anasema tayari kuna kikundi cha wasusi chenye wanachama zaidi ya 400 waliosajiliwa pamoja na vikundi vya watu wanaofanya makeup na wabunifu wengine wa tayari kuna chama cha wasusi kimesajiliwa <tambia> BASATA. Kuna vyama vya wanyozi na vina wanachama wengi, yaani kuna chama fulani cha ke, ususi kina wanachama zaidi ya mia nne. Ina maana hao wote wakishapitia usajili wa BASATA hao wote wanakuwa na taarifa. Kwa hiyo taratibu tunaanza kujenga. Nukta TV.